Utabiri wa nyota ya mizani mwaka huu 2026. Awali ya yote ni kuombe usubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Mwaka 2026 kwa wenye nyota ya mizani ni mwaka wa mizani kubadilika nafasi kutakasika mwanga wa utu kukua na nguvu ya hatima kufunguliwa. Mwaka huu unachangiwa na mienendo mikubwa ya Jupiter, Saturn, Pluto na Venus. Sayari zinazoongoza usawa, msimamo, mapenzi na mabadiliko ya kina. Kwa mizani, mwaka 2026 ni mwaka unaokuambia simama imara, chukua nafasi yako, dhibiti mizani yako na vuta kile ulichootesha kwa miaka yote iliyopita. Huu ni mwaka ambao utaweka mipaka mipya, utaacha watu na mazingira yaliyokudidimiza. Utaanzisha maisha mapya yenye uhuru, utaona faraja katika mapenzi, utaimarisha afya na nguvu za kiakili, utafungua njia kubwa za kifedha, mali na biashara. Katika kipengele kimoja tu, mwaka 2026 ni mwaka wa mizani kufufuka. Tuangazie katika mapenzi. Mapenzi kwa mizani katika mwaka huu yatakuwa safari ya ngazi. Unaanza chini ya mlima wa hisia, unapaa hatua kwa hatua unafika kileleni na kuona mwanga mpya. Kuanzia mwezi Januari hadi Machi, hiki ni kipindi cha kusafisha nafsi. Uhusiano uliokuchosha, uliokosa usawa au uliokuwa na mateso, utajitenga nao. Nafsi yako itakuwa na uamuzi mkali, jasiri na wenye hekima. Ikiwa uko kwenye uhusiano, unakuwa mkweli zaidi, unaweka mipaka, unaanza kuzungumza wewe ni nani na unataka nini. Migogoro ya muda mrefu inaanza kupungua ukiwa uko singo utapata watu wenye nia ya kweli. Jambo hili halifanyiki ghafla, linaanza hatua kwa hatua. Mwisho wa mwezi Februari utaona mtu anayevutia moyo wako. Kuanza mwezi Aprili hadi Agasti, hiki ndicho kipindi bora cha mapenzi kwa Mizani mwaka huu 2026. Venus inatenda juu ya nyota yako na kukupa mvuto wa kimapenzi, uwezo wa kueleza hisia, utulivu wa kiakili na kuelewana kwa kina na mwenzi wako. Mwezi Juni hasa, kuna uwezekano mkubwa wa uchumba, kuhamia pamoja, kupanga ndoa, kupata mwanga mpya wa uhusiano ambao ulikuwa unayumba. Walioko singo wana bahati kubwa mwezi Aprili hadi Julai, watakutana na mtu wa hatma. Mwezi Septemba na Disemba, na mwezi Oktoba na Novemba, ni miezi yenye mafunzo ya nafsi. Kutakuwa na vipindi vidogo vya wivu, hasira za ghafla, kukosea mawasiliano lakini mwisho wa mwaka unamaliza na utulivu. Umbea wa pembeni unakoma na uhusiano unakuwa. Mwaka elfu mbili na ishirini na sita ni mwaka wa mapenzi kukomaa, kuimarika, kupona na kupata mwanga wa kudumu. Walio single wana nafasi ya kupata mtu wa maisha. Tuangazie kazi na biashara. Mizani katika kazi huendeshwa na busara, akili, mipango na uwezo wa kushirikiana na watu. Mwaka 2026 unaimarisha maeneo matatu ya kazi. Eneo la kwanza ubunifu na kazi za sanaa. Ikiwa unafanya kazi zinazohusisha sanaa, muziki, mitindo, uandishi, content creation, urembo, utangazaji, mwaka huu 2026 unakupa mafanikio makubwa. Sehemu ya pili ni uongozi na uamuzi. Kuanzia Aprili utapewa cheo kipya, majukumu mapya nafasi ya kuongoza timu, kuanzisha mradi ambao utafanikiwa. Sehemu ya tatu ni biashara na uwekezaji. Biashara zitakazokufaa mwaka huu 2026 ni bidhaa za urembo, bidhaa za fashion, huduma za ushauri, biashara za mtandaoni, mali isiyohamishika kama vile real estate, kuanzia Agasti biashara ndogo za familia. Tahadhari kwenye kazi mwezi wa Januari, Mei na Oktoba. Epuka ubishi kazini, epuka kukosoa watu bila mpango, epuka kukubali kazi za ziada zisizo na malipo. Lakini kwa ujumla, mwaka 2026 ni mwaka wa kazi kukupa heshima mpya. Tuangazie upande wa kiafya. Afya ya mizani mwaka 2026 ina maeneo manne muhimu. Eneo la kwanza ni afya ya akili. Kuanzia Januari hadi Machi, kutakuwa na mawazo mengi kukata tamaa na kukosa usingizi. Unapaswa kuepuka kujilinganisha na watu, kushikilia hasira, kukaa na watu wenye negativiti. Sehemu ya pili, shida za mgongo, mabega na kiuno. Hizi ndizo zitakazokusumbua zaidi, zinasababishwa na kukaa muda mrefu, usingizi mbaya na kuto kunyoosha mwili. Sehemu ya tatu ni maambukizi ya kupumua. Kuanzia Juni na Agosti, Mizani wana uwezekano wa kupata mafua ya muda mrefu kikohozi na mzio. Sehemu ya nne ni mzunguko wa damu na moyo, kutokana na stress ya miezi ya mwisho wa mwaka kuna uwezekano mdogo wa presha kupanda, mapigo ya moyo kwenda kasi. Usipuuze mwili wako mwaka 2026 mwaka unakuambia: tuliza akili, linda uti wa mgongo, pata usingizi wa kutosha, na usiishi kwa presha. Tuangazie upande wa kifedha. Hapa ndipo Mizani inang'ara. Mwaka elfu mbili na ishirini na sita, mafanikio ya kifedha kuanzia mwezi Aprili. Jupita inafungua mlango wa kupanda kwa kipato, biashara kukua, kupokea fedha zisizotarajiwa, kuongezeka kwa wateja, kupata miradi mipya. Mwezi Juni na Septemba ndiyo kipindi bora zaidi cha pesa. Tahadhari: epuka kukopesha watu mwezi Mei na Oktoba, epuka kuweka dhamana kwa watu wasio wa kuaminika, epuka mikopo ya haraka. Mwaka 2026 ni mwaka wa mezani kujenga msingi wa utajiri wa baadaye. Tuangazie siku nzuri za bahati na siku za kujiepusha nazo. Tukianza na siku nzuri za bahati ni Jumatano, Ijumaa na Jumapili. siku za kujiepusha nazo ni Jumatatu hasa asubuhi na Alhamisi, inasababisha msongamano wa mawazo. Tuangazie nyota za kushirikiana nazo na nyota za kujiepusha nazo tukianza na nyota za kushirikiana nazo mwaka huu 2026, ni nyota ya mapacha, ndoo, mshale na nyota ya simba. Hizi zinakuletea mafanikio katika biashara, mapenzi ya kudumu na ushirikiano wenye faida. Tuangazie nyota za kujiepusha nazo kwa mwaka huu 2026, tu nyota ya samaki kwenye masuala ya fedha, usishirikiane naye. Nyota ya mbuzi kwenye mapenzi usijihusishe naye. Nyota ya nge kwenye ushirikiano wa kazi usisubutu. Tuangazie saa za bahati na saa za kujiepusha nazo. Saa nzuri za bahati ni saa nne na dakika 15 asubuhi hadi saa tano na dakika 40 asubuhi, saa tisa kamili alasiri hadi saa kumi na dakika thelathini jioni, saa mbili kamili usiku hadi saa tatu na dakika kumi na tano usiku. Tuangazie saa za kujiepusha nazo ni saa 12 kamili asubuhi hadi saa 2 na dakika ishirini asubuhi, saa saba kamili mchana hadi saa 8 na dakika 15, mchana. Tuangazie mafusho na manukato ya kutumia. Mafusho unayofaa kutumia mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita ni udi wa waridi, udi wa sandalwood, mafusho ya mti wa mkwaju, mafusho ya frankisens. Haya yanakuondolea wivu, nuksi, giza la kiroho na uchovu wa kiakili. Manukato yanayokufaa Mizani mwaka huu 2026 ni Jasmine, vanira, miski, ambal Oud, silkimud, Dior Addict kwa wanawake, bluu di chanel kwa wanaume. Tuangazie rangi za bahati na nambari za bahati. Rangi za bahati mwaka huu ni bluu ya bahari, nyeupe ya nuru, pinki ya upepo, silva na goldi. Nambari ya bahati ni tatu sita tisa kumi na moja ishirini na nne na thelathini na tatu. Tuangazie ndoto utakazoota mwaka huu 2026, na maana zake. Ndoto muhimu zitakazokuandama ni ndoto ya maji, maana yake utakutana na baraka na uponyaji; ndoto za kupanda mlima, maana yake unapanda ngazi ya maisha na utafanikiwa; ndoto za nyoka, maana yake unafichuliwa mtu mwenye wivu; ndoto za ndege wa kiruka, maana yake ni uhuru, mafanikio na fursa mpya; ndoto za nyumba mpya maana yake ni mwanzo mpya wa maisha yako. Tuangazie majanga na changamoto za kuepuka mwaka huu 2026. Tahadhari ni muhimu: usafiri wa usiku katika miezi ya Januari na Oktoba, matatizo madogo ya moto au umeme nyumbani mwezi Julai hadi Septemba, kupoteza pesa kwa watu wasio waaminifu, ajali ndogo za mikono na miguu mwezi Machi, kuachana na mwenzi wako kwa sababu ya mtu wa pembeni. Ushauri wa mwaka 2026 kwa watu wenye nyota ya mizani. Mwaka huu 2026 unakuambia simama katika mizani yako, usiruhusu kelele za dunia zikupotoshe. Linda akili yako, chagua marafiki sahihi, penda kwa busara, siyo kwa huruma pekee. Weka akiba, jenga ndoto zako, punguza kutegemea watu, kuwa mwanga katika giza la wengine. Na cha mwisho, Mwaka 2026 ni mwaka wa kukupa kile ambacho ulitamani miaka mitatu iliyopita. Usikikimbize, kipokee, ukitunze. Huo ndio utabiri wa nyota ya mizani mwaka huu 2026. Basi ni kusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, ni kutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri, baibai.